Siku chache zilizopita mahakama ya usuluhishi wa michezo ilitoa maamuzi juu ya shauri la Yanga Sports Club wakiitaka klabu hiyo kurejea kunako shirikisho la soka nchini Tanzania ili kupata suluhu mikia, TFF, ya malalamiko yao ambayo walikuwa wakilalamikia TFF bodi ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na watani wao Simba Sports Club. Mara baada ya maamuzi hayo, shirikisho la soka nchini Tanzania likatoa taarifa kupitia bodi ya ligi kuu ya Tanzania ya kwamba ee, wamepokea maamuzi kutoka kas na wataketi kwa ajili ya kupangia tarehe mchezo namba mia moja themanini na nne, mchezo ambao Yanga walikuwa wenyeji wa Simba Sports Club kunako ligi kuu Tanzania bara. Ukimya ukatawala. Hatimaye hii leo Yanga Sports Club wametoka hadharani na kujibu na kutoa msimamo wa klabu ya Yanga Sports Club. Hii ni Toka Zamani TV. Updates zaidi zinapatikana hapa, kikubwa tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Sasa Yanga Sports Club kupitia taarifa yao ambayo iw wameitoa kupitia katika kurasa zao za mitandao ya kijamii wakiandika taarifa kwa umma, leo Mei tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Uongozi wa Young African Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa umepokea majibu kutoka Mahakama ya Kimataifa ya Usuluhishi wa Michezo kase kuhusu kesi yetu namba kas 2025 mkwaju a mkwaju 11298 kas imeeleza Young African Sports Club kurudi kwanza kwenye kamati za ndani za soka ili kushughulikia kesi yetu kabla ya kurudi kwao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 kwa ligi kuu msimu huu huko pale pale, kuwa hatutashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote ile. Wanayanga wote watakuwa tayari kupambania haki yao kivyovyote vile, ili kukomesha dhuruma na uvunjaji mkubwa wa kanuni unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka, kwa maslahi mapana na maendeleo ya soka nchini Tanzania. Imetolewa na kamati ya utendaji ya Young African Sports Club. Huu sasa ndio msimamo wa Yanga Sports Club, wakiendelea kuishikilia pale ambapo walikuwa wametoa taarifa mwanzo kwamba hawataucheza mchezo huo, na hii inazalisha sura mpya kunako ligi kuu Tanzania Bara, na ikiwa CAF wameirudisha shauri hilo kwenye bodi za ndani, na ndani napo Yanga Sports Club hawako na imani na eh, kile ambacho kitakwenda kufanyika. Nini hatima ya mchezo namba mia moja themanini na nne kinabaki kwa kizungumkuti kikubwa, huku kanuni zikieleza wazi ikiwa watu watagomea uh, maamuzi ya shirikisho la soka nchini Tanzania, adhabu yake ni kubwa, ikiwemo pamoja na kuteremshwa daraja. Nini kitatokea kwa wananchi Yanga sports club? Tutaendelea kukupa up to date pindi ambapo zinajitokeza. Mimi naitwa Shehani Mzaina. Kuendelea kupata taarifa kutoka kwetu, tafadhali subscribe na bonyeza alama kengele. Hii ni Toka Zamani Tv, tuko nawe, pia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok, mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani Tv. Asante na kwa heri kwa wakati huu.